Sikiliza, ngoja kwanza nikwambie mm -hmm. Timu ya mpira mm. eh, anakuepo team manager kwa ajili ya utawala mm. Link kati ya administration na technical kwenye masuala ya hey, uendeshaji wa timu hasa wachezaji, anakuwa team manager, halafu anakuepo kocha. Unafahamu, eh? Ndio utaratibu uko hivyo. Sasa kuna utamaduni wa watu wengine majina mm. utamaduni wa watu wengine namna ya kuita hiyo, kwa sababu hata mkisema manager mkuu, general manager, kuna nchi zingine mtu anaitwa CEO anamuita general manager, kwa mfano kama kwenye basketball hivyo. Kwa hiyo kuna lugha ambazo zinatumika sehemu nyingine, lakini mtu ni yule yule. Kwa hiyo ukienda Uingereza ataitwa team manager, ambaye ndio kocha wewe, ambako sehemu nyingine hawaiti hivyo. Hiyo sio sio dunia nzima, hiyo sio sheria ya dunia nzima. So haiwezekani kwenye team kuna team manager, kuna kocha, alafu kuna manager mkuu, alafu kuna CEO, ah, <laughs> huo upigaji, huo upigaji, upigaji, haiwezekani. Haiwezekani. Haiwezekani. Hamna, nyinyi mmeshaona wapi Yaani hiyo kitu kitokee, mmeona wapi? Haya, si wamemtoa hmm, tuone kama teta meneja mwingine <muchilis> kwa sababu sijui. Mimi nasema tuone, tusubiri kama atakuja meneja mwingine tujifunze, maana yake kuna vitu vingine sio lazima vitokee, sehemu nyingine vinaweza vikaanzia tu hapo hapo na kitakuwa kitu kizuri tu, unafahamu eh?